Kampeni za kunadi sera na ilani za Chama cha Ukombozi wa Umma Chaumma, zimewafikia wananchi wa jimbo la Mbagala mkoani Dar es Salaam. Mgombea wa urais wa Chaumma, Salum Mwalimu, ameendelea kusisitiza namna serikali yake itakavyotengeneza fursa za ajira. Hatutopigana kwa sababu ya Simba na Yanga, hatutopigana nchi hii, hatutopigana kwa itikadi zetu za kidini. Hatutopigana, ninaiona hatari ya nchi yangu siku chache zijazo, miaka michache ijayo, nchi hii tukiingia kwenye mapigano kwa sababu ya tatizo la ajira kwa vijana nchi hii. Ongezaji wa thamani wa bidhaa kutokana na malighafi zinazopatikana hapa nchini ni miongoni mwa ahadi zilizotolewa na Chaumma, zaidi ya kutumia mbinu zote za kiuchumi kuhakikisha hakuna rasilimali inayotoka Tanzania kama malighafi. Haipo, tufunge mikanda hata kama ni miaka mitano, hata kama ni miaka kumi, tuweke msimamo, hakuna malighafi kutoka Tanzania. Tuzalishe ndani, tuwe na nchi yenye viwanda, tuna ardhi inayotoa mazao ya kilimo. Wananchi waliojitokeza katika viwanja vya Mbagala Zacem kusikiliza sera wameahidi kutatuliwa kero katika maeneo yao. Lakini wengi mmejiajiri kiholela pasipokuwa na ujuzi wowote. Sasa sisi Mbagala kwenda kuanzisha kituo kitakachokwenda kutoa elimu kwa ajili ya vijana kuhusiana na ujasiriamali. Nitakwenda kulipigania hili, hii service levy iliyozuka miaka mitano iliyopita iondoke, tena isiwepo. Kama madiwani manispaa wameshindwa kutafuta vyanzo vya mapato kwenye manispaa zetu, wasionyonye wafanyabiashara na wananchi wa Chamazi. Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma kinaendelea na kampeni za kuwafikia wananchi kwa ajili ya kunadi sera zake. Emmanuel Kalemba. FM. <tukata -tata>